Leo tunachunguza historia ya jiji la Nairobi, mji mkuu wa Kenya na moja ya majiji yenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Je, unajua kuwa Nairobi ilianza kama kambi ya reli, kisha ikawa mji mdogo wa wahamiaji hadi kuwa jiji kubwa la kibiashara na kisiasa? Jiunge nami katika safari hii ya kihistoria na karibu The Story Side. Jina Nairobi linatokana na lugha ya Maa inayozungumzwa na jamii ya Wamasai. Wamasai waliuita eneo hili Enkare Nairobi likimaanisha maji baridi, kutokana na mito mingi ya chemichemi safi zilizokuwa zikitiririka kwenye maeneo hayo kabla ya mji kujengwa. Hapo awali, eneo la Nairobi lilikuwa ni nyanda za malisho za Wamasai wakichunga mifugo yao katika eneo hili lenye rutuba lenye maji ya kutosha na hali ya hewa nzuri. Wamasai walihusudu sana maji haya kwa sababu waliyategemea kwa kuwanyweshea mifugo yao ambao ndio walikuwa uti wa mgongo wa maisha yao. Mto Nairobi na mito mingine iliyopita kwenye eneo hili ilitoa chanzo cha maji cha kudumu. Jambo lililovutia si tu Wamasai bali pia wanyama pori wengi na baadaye hata wakoloni wa kizungu. Eneo hili lilikuwa likikaliwa zaidi na Wamasai waliotumia ardhi hii kwa ufugaji. Wanyama wa porini pia walikuwa wengi sana, na inasemekana kuwa enzi hizo Nairobi ilikuwa mojawapo ya maeneo yenye idadi kubwa ya simba, tembo, pundamilia na nyati. Eneo la Nairobi pia lilikuwa likizungukwa na maeneo yenye mito mingi kama mito hii ifuatayo: mto Nairobi ambao unamwaga maji yake katika mto Athi na hatimaye bahari ya Hindi, lakini pia kuna mto Mathare ambao unapita karibu na sehemu za sasa za Mathare na Eastleigh, lakini pia kuna mto Ngong ambao unatoka milima ya Ngong na kutiririka kupitia maeneo ya Karen na Langata. Mwishoni mwa karne ya 19 Nairobi haikuwa mji. Kila kitu kilianza mwaka 1896, wakati Waingereza walipoanza ujenzi wa reli maarufu iliyoitwa Uganda Railway, reli ambayo ilitakiwa kuunganisha bandari ya Mombasa na ziwa Victoria. Mwaka 1899 Wakati ujenzi wa reli ukiendelea, mafundi na wahandisi walihitaji kituo cha kupumzika na kuhifadhi vifaa vyao. Sehemu ya Nairobi ilichaguliwa kama kambi ya muda kwa sababu ya maji yake mengi na ardhi tambarare. Kambi hii ilikuwa kwa haraka na kuwa kituo cha biashara, kwani wafanyabiashara wa Kiasia, hasa Wahindi, waliokuwa wameshirikishwa na Waingereza katika ujenzi wa reli walianza kuanzisha maduka na makazi mwaka elfu moja na mia tisa. Baada ya kuona mji huu unakuwa kwa kasi, serikali ya kikoloni ya Waingereza ilitangaza rasmi Nairobi kuwa mji wa utawala wa koloni la Afrika ya Mashariki ya Uingereza. Baada ya Nairobi kuwa mji wa kikoloni, Waingereza waliuendeleza kwa haraka kama kituo cha utawala, biashara na uchukuzi a mwaka 1919 mji ulipanuka zaidi na ukapewa hadhi rasmi ya kuwa manispaa. Kama ilivyokuwa katika miji mingine ya kikoloni, Nairobi ilijengwa kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi. Wazungu walipewa sehemu bora za maisha ndani ya mji kama Karen, Muthaiga na Westland, wahindi walikaa maeneo ya biashara kama Liver Road na Pangani. Lakini Waafrika walibanwa katika vitongoji duni kama Kibera na Pumwani. Katika miaka ya 1940 na 1950, Nairobi ilikuwa kitovu cha harakati za ukombozi wa Kenya kutoka kwa Uingereza. Hii ilitokana na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza, Nairobi ilikuwa makao makuu ya utawala wa kikoloni. Hivyo, ilikuwa rahisi kwa wapigania uhuru kufuatilia sera za kikoloni na kupanga maandamano. Sababu ya pili ilikuwa na idadi kubwa ya Waafrika waliobaguliwa ambao walihamasika kupigania haki katika mji huu. Sababu ya tatu ilikuwa na miundombinu ya mawasiliano na usafiri kama reli na barabara kuu ambazo zilisaidia wapigania uhuru kuunganisha wanaharakati wa sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya. Katika kipindi hiki, wanaharakati wa kisiasa walitumia Nairobi kama jukwaa la kupinga utawala wa kikoloni. Vyama vya kisiasa na vikundi vya wapigania uhuru vilianzishwa na maandamano ya kupinga ukandamizaji yalizidi kushamiri. Viongozi wa kitaifa kama Jomo Kenyatta na wapiganaji wa Mau Mau walifanya mikutano yao na kupanga harakati zao ndani ya mji huu. Baada ya miaka mingi ya mapambano dhidi ya ukoloni Kenya ilipata uhuru wake kutoka Uingereza mnamo Disemba 12 mwaka 1963. Nairobi ikatangazwa rasmi kuwa mji mkuu wa Kenya, ikichukua nafasi ya Mombasa. Baada ya uhuru, Nairobi ilikuwa kwa kasi na majengo ya kisiasa, biashara na taasisi mbalimbali zikaanza kujengwa. Serikali Ilianza kupanua miundombinu ya mji kujenga barabara mpya na viwanda. Katika miaka ya 1980 mpaka 1990, Nairobi ilijikita kama kitovu cha biashara na uchumi wa Afrika Mashariki. Makampuni mengi ya kitaifa na kimataifa yalifungua ofisi zao hapa na jiji likawa kituo muhimu cha mikutano ya kimataifa. Nairobi ni mji wenye vivutio vingi vya kihistoria na utalii, ikiwemo pamoja na haya, Nairobi National Park. Hili ni eneo la kipekee duniani ambapo unaweza kuona wanyama wakubwa wa porini ndani ya jiji. Kivutio cha pili ni Uhuru Park, mahali ambapo Wakenya walikusanyika kusherehekea uhuru wao mwaka 1963. Sehemu ya tatu ni Karen Blixen Museum nyumba ya mwandishi maarufu wa Out of Africa iliyojaa historia ya kikoloni. Sehemu ya nne ni National Archive, makazi ya kitaifa yenye nyaraka muhimu za kihistoria ya Kenya. Sehemu ya tano ni Kenyatta International Convention Center, mnara maarufu wa jiji la Nairobi uliojengwa kwa heshima ya rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta. Sehemu ya sita ni Kariokor Market, soko la kihistoria lililopewa jina la Kariakops, wafanyakazi wa Afrika wa jeshi la Waingereza wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Pamoja na ukuaji wake wa haraka, Nairobi inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo barabara nyingi zimejaa msongamano wa magari kupita kiasi na foleni za muda mrefu zimekuwa sehemu ya maisha ya jiji. Vitongoji duni kama Kibera na Mathare vina idadi kubwa ya watu wasio na makazi bora. Pamoja na juhudi za polisi, uhalifu bado ni tatizo kubwa katika baadhi ya maeneo ya jiji. Uzalishaji wa taka na uchafuzi wa mazingira na hali ya hewa umeongezeka kutokana na idadi kubwa ya watu na viwanda. Jambo la kuvutia ni kwamba pamoja na historia yake ya kiasili, Nairobi haikuwa makazi ya kudumu ya jamii yoyote ya Kiafrika hadi ujio wa wakoloni. Jambo linaloifanya iwe tofauti na miji mingine mikubwa ya Afrika Mashariki kama Mombasa, Kilwa na Zanzibar. Kwa sasa, Nairobi ni moja ya majiji yanayokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Serikali inatekeleza miradi kama Nairobi Expressway, upanuzi wa barabara na ujenzi wa miundombinu ya kisasa ili kuboresha maisha ya wakazi wake. Licha ya changamoto, Nairobi inaendelea kuwa kitovu cha biashara, siasa, utalii na uvumbuzi barani Afrika. Je, umewahi kutembelea Nairobi? Unadhani nini kinahitajika kuboresha jiji hili? Tuachie maoni yako kwenye comment. The story side ni mahali ambapo historia haiishi bali inaishi kupitia simulizi zetu.